Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tutu> wote we, fungua msahafu some... Sura al-Baqara aya ya mia mbili na sitini na moja wenawekae standby hiyo aya mia mbili na sitini na moja sitini na moja

katika njia ya Allah, umuhimu wa kutumia katika njia ya Allah, maanake Uislamu na kutoa, hukumu ya Uislamu na kutoa na kujitolea. Insha Allah, naona somo hili linaweza likatuchukua siku mbili. Leo tutashika sana kwenye aya ya mia mbili na sitini na moja na kuendelea. Alafu tutakuja kupata fursa tuzungumze vipengele vingine vinavyohusiana na Uislamu na kujitolea na Uislamu na kutoa. Uislamu umehamasisha sana mtu afanye matumizi katika njia ya Allah, na tunaposema matumizi lugha nyepesi ni kutoa na kujitolea. ina ikiwa ni kutoa na kujitolea, maanake sio pesa tu. Kuna kutoa matumizi pesa eh? na kuna kutoa vitu pia si ndio hivyo. Kuna na kujitolea, kuna wakati ni wakati mtu atumie wakati wake, atumie juhudi zake vyote hivi, kujitolea katika njia ya Allah, bimaana alinfaku fi sabilillah, alinfaku fisabilillah ina maana ni matumizi hapo katika njia ya Allah. Matumizi haya ni kutoa mali, kutoa vitu, kutoa nafsi, kutoa wakati, kutoa juhudi zako. Sawasawa, imekaa vizuri eh? Hili jambo la kutoa na kujitolea katika njia ya Allah ni ibada kubwa, na kuna wakati ni faradhi, ni lazima kuna wakati matumizi yenyewe yanakuwa lazima. Kwa mfano kutoa zaka, zaka ni lazima ukifikia kiwango, sawa sawa eh? Kiwango kikifika ni lazima, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Nguzo hii pamoja na nguzo ya hija, kwa taufiki ya Allah na mapenzi yake, mtu anaweza akaishi pengine mpaka akafa, nguzo hii haijalazimika kwake, ama sivyo nguzo ya hija ili kulazimu si mpaka wewe ume manistataa ilahi sabila, si ndio? Yeah. na nguzo ya zaka nayo, ili umelazimika si mpaka wewe umefikia viwango vya zaka. Kwa hiyo ni nguzo tano za Uislamu, lakini kuna nguzo ya zaka na nguzo ya hija inaweza isikufikie, isimfikie mtu. Kwa hiyo mtu asijakafikia akasema bwana na masikitiko makubwa sijahiji, sawa, lakini kama hujapata, hujalazimika Anataka niombe uombe uzunguke uombe pesa ili ukahiji, unafanya kosa kuomba. Kama umesaidiwa ni mtu amekusaidia sawa, lakini kutoka kwenda kuomba, kwani ulilazimika? Hujalazimika. sawa sawa, eh? Kwa hiyo kuna wakati kutoa ni lazima ikiwa matumizi kama zaka, kutumia kutoa vitu, kutoa chakula, mikilimo tumefikia kiwango, pesa, wanyama wamefikia kiwango, lazima na kuna wakati. Kuna kutoa bado, muumini anatakiwa atoe hivyo hivyo, lakini sio ile ya lazima fardhi, kutoa sadaka. Almuhimu Muislamu na kutoa na kujitolea ni jambo lipo. <clears throat> huna namna useme ah, bwana mimi sihusiki. Hapana, kutoa muumini umeambatana na yeye hana namna, imma mali kwa njia ya zaka au ya sadaka, au wakati atumie juhudi. Ndio pale ujiulize, nimeifanyia nime nini dini yangu? Nimeifanyia nini dini yangu? Watu wamefanya juhudi, mimi je nimefanya nini? Na huku kutoa kukazungumzwa katika Uislamu, Mungu alivyohamasisha lakini isiwe kwamba nimehamasishwa kutoa, basi unajitolea vyovyote vile mpaka unamaliza kila kitu. Wala sio hivyo. Kama unatakiwa utoe, kwa wasati usifanye israfu huko kwenye kutoa, wala usiwe bakhili ukawa hutaki kutoa. Tuko pamoja? Kutoa kupo, lakini sio mali yote wala sio kuzuia mpaka ukasemwa vibaya. Kuna kutoa wakati mwingine ni dharura, utawajibika utoe, wakati wako, mali yako, nguvu zako, kwa dharura. Na kuna wakati kutoa kwa haja iliyopo, kuna haja fulani unatakiwa ukidhi haja hiyo, na umehamasishwa kufanya hivyo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala lau kama nitafuata na ndugu kwenda kumsaidia kukidhi haja yake ni bora kuliko ningekaa itikafu msikiti ule wa Madina, sawasawa. Kwa hiyo kukidhi haja za watu ni jambo kubwa sana, ni kujitolea huko katika njia ya Allah, na huku kutoa kukianza kwa ndugu wa karibu, malipo yanakuwa makubwa, yanafanywa mara mbili. Sikiliza vizuri kipengele hicho Huku kutoa huku juhudi zako, mali yako na kila kitu chako, vikianzia karibu kwa ndugu zako, malipo ni mara mbili. Unalipwa kwanza kwa kuunga udugu, na unalipwa kwa ile sadaka uliotoa, sawasawa so, so, eh. Halafu inaondoa ria, maanake umemsaidia ndugu yako. Halafu kuna kitu kingine, inafundisha subra kweli. Unajua ndugu yako ukimpa hata, hata, hata asipokusifu, mtu wa mbali unasifiwasifiwa hivi, lakini ndugu yako anaweza kuja kuomba alafu anaomba kwa, kwa, kwa ile, ile kibria ya, ile. Ni ya udugu ile, mi ndugu yako utaniacha hivi <laughs> kuomba. Hivi mtu wa mbali anaweza kuomba hivyo? Hawezi. Mtu wa mbali anakuja mnyenyekevu, lakini ndugu yako haji kwa unyenyekevu, anakuja mbabe mbabe, ijapokuwa hatutakiwi hivyo lakini hata akija hivyo, una namna. Atakwambia maneno yote na unabeba yale maneno, unasubiri, unamsaidia, ni ndugu yako. Inajenga ule utu kabisa. Kutoa kwa ndugu kunafundisha vitu vingi, na inasababisha uunge udugu, na inasababisha ulipwe mara mbili kwa ajili ya sadaka na kuunga udugu. Sawa sawa eh? <tuhum> Kwa hiyo mtu akitoa kwa ndugu zake baraka inazidi. Kwa nini inazidi? Kitendo cha kuunga udugu ni ibada, ibada kubwa sana, ndivyo sivyo? Udugu umewekwa kwenye arshi, ukaambiwa, unataka nini? Udugu ukasema, ya Rabi, mwenye kuniunga muunge na mwenye kunikata mkate. Sasa ukiwa umeunga udugu kwa njia ya kutoa na kujitolea unabarikiwa sana sana sana sana. Na ukivunja udugu kwa namna yote ile, ikiwa sababu ya kuvunja udugu ni huko kutoa utaki, umekuwa bahili mkakamavu, mpaka ndugu zako wamekimbia, mpaka umesema maneno mabaya bwana bana. Hey, kila mmoja ahangaike bwana, nini bwana, sitaki kuona mtu hapa. Umeuvunja udugu kwa njia ya kutoa yaku. Ah, adhabu yake haingoji ya hera unapigwa daga hapa hapa duniani, unaanza hapa hapa unapigwa konzi wewe. Utashangaa Mungu konzi yake unaiweza? <laughs> naeleweka hapo? Najua nikizungumza kibabu babu hivyo, ndio mtaelewa zaidi. Unapigwa konzi ya kichwa ile. <laughs> aliye aliyekupiga konzi hiyo ni Allah, na lengo la konzi hiyo wakati mwingine sio adhabu, ni kuzinduliwa

Kwa hiyo kumbe, unaweza ukapigwa ile konzi kidogo ili utubu, ndivyo sivyo? Inakuwa umependwa au umeadhibiwa? Umependwa. Sasa kutoa kwa udugu kwenye ndugu kuna baraka kubwa, kwa sababu umeunga udugu na ni jambo linalotakiwa na Qurani, imetajataja imehamasisha kwa bidii mara nyingi masala ya umuhimu wa kutoa na kukimbia ubakhili huu. Ni utangulizi wa jambo hilo la kutoa. Sasa tuangalie pale, leo tumesema somo letu litakita kwenye suratul Bakara kuanzia aya mia mbili na sitini na moja. Nipe akili yako vizuri, usikilize kwa utulivu, tunakwenda mtiririko hapo, sawa? audhubillahi <coughs> minashaitanirrajim mathalu ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi mathal, Mungu anapiga mfano. Mfano alladhina, wa wale ambao, yunfikuna, wanatoa. Amwalahum, mali zao. Fi sabili llahi, katika njia ya Allah. Mfano wa watu hawa, sikiliza. Mfano unakuja kule, mfano wao mapato wanayoyapata kwa kile walichokitoa, kamathali habatin, ni kama mfano wa punje moja, mkulima aliyoitia kwenye ardhi, punje moja ya muhindi au tuzungumze ya ngano, kwa sababu imepigiwa mfano mashuke ni ngano. Kwa mfano, faida watakazozipata hawa waliotoa, njoo kwenye mfano, mfano wa mkulima ambaye ambatat punje moja ambatat iliyootesha ikaotesha mmea ambao umetoa saba, sanabila, umetoa mashuke saba. Ule mmea ulipoota ukatoa shuke la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, saba. Umeelewa? Shuke lile la ngano, si unalijua lilivyokali? Kwa mfano likatoa madude saba yale. Fi kulli sumbulatin, katika kila shuke moja. Miatu habba, kuna punje mia Ulipanda punje gani ngapi kwenye ardhi? Ikatoa mashuke mangapi? Saba. Kila shuke moja lina punje ngapi? punje moja imezaa punje ngapi? mia saba. Punje moja imetoa punje ngapi? mia saba. Mkulima ambaye ameingiza punje moja hapa, top itatoa mia saba. Aliingiza punje ya pili, maanake itatoa mia saba punje sasa mashuke saba, kila shuke lina mia mia saba. Hizo si ndio? Mtu aliyetoa kitu chake katika njia ya Allah ni mfano wa mkulima aliyepandikiza punje katika ardhi ile, punje ikaotesha huu mmea, ukatoa mashuke saba, kila shuke moja lina punje mia mia saba kwa punje moja. Sawa, nzuri. Sio nzuri? nzuri sana. Sikiliza nyongeza sasa Ikaendelea aya ikasema hivi, wallahu yudhaifu liman yashaa, na Allah humzidishia sana sana anayetaka. Hiyo imeshatolewa hesabu ya kwanza ya mia saba, iko pale pale. Kuna mtu mwingine kumbe atazidishiwa, itazidi mia saba kwa kiwango gani? Mungu alikuwa anamwangalia yeye na kwa utashi kiasi gani. Kuna mtu alitoa hapa kwa sababu mali anayo akatoa ziada tu, sawa, kwa ucha Mungu akapata mia saba yake. Kuna mwingine mali yenyewe hana, lakini kuna jambo lina shida, akaminyana na alicho nacho, akakitoa kwa ucha Mungu, anapata kwanza mia saba, alafu Mungu anamwongezea sana, kwa sababu ya ile hali ya kwamba alikuwa hana. Elewe. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u, na Allah humzidishia sana sana anayetaka kumzidishia. Hapo ni mashindano.